Ugonjwa wa Parkinson hutokea kutokana na ukosefu wa dopamine kwenye ubongo. Dopamine ni kemikali inayotolewa kwenye ubongo. Kutokana na mchakato wa kuzeeka, utoaji wa dopamine hupungua kwa watu wengi. Wakati dopamine inapokuwa kidogo kwenye ubongo, watu wanaopata ugonjwa wa Parkinson watakuwa eh, wagonjwa wanaona kwamba wanaweza kuwa na mitetemeko midogo, ugumu wa mikono na miguu kama vile uso usio na hisia na pia wanaweza kuwa na polepole pole katika shughuli zao za kila siku kama kutembea, kupiga mswaki, kuoga, kila kitu kinakuwa polepole pole. Hii tunaita tuseme dalili za mwendo. Wanaweza kuwa na matatizo ya kumbukumbu au wakati mwingine mabadiliko ya hisia, na pia wanaweza kuwa na kama vile maono ya uongo, matatizo ya kuzungumza, matatizo ya kumeza. Uh, wakati mwingine wanaweza kuwa na matatizo ya usingizi haja ya haraka ya kukojoa kukojoa mara kwa mara au wakati mwingine kutoweza kujizuia pia kuvimbiwa kwa kawaida na ugonjwa wa miguu isiyo na utulivu hizi zote ni dalili zisizo za mwendo ambazo zinaweza kutokea kabla ya kuanza kwa dalili za mwendo kwa baadhi ya wagonjwa hatuwezi kuponya tatizo hili lakini tunaweza kulidhibiti vizuri sana ningependekeza kwa wagonjwa wangu wote kuanza mlo wa Mediterranean. Mlo wa Mediterranean unamaanisha mgonjwa anapaswa kula mboga na matunda mengi, matunda makavu kidogo, asidi za mafuta za omega zaidi katika samaki na kamba, kupunguza pipi na kunywa maji zaidi. Jambo muhimu ni kwamba unapaswa kufanya mazoezi mara kwa mara, angalau dakika 40 za kutembea kila siku. Kama huwezi kufanya hivyo, asubuhi dakika 20, Jioni dakika 20 kutembea rahisi na mazoezi ya mikono ya bure yanatosha kabisa. Jambo muhimu ni kwamba sasa tuna matibabu mengi ya kisasa kwa ugonjwa wa, wa Parkinson. Tuna aina mbalimbali za dawa, na pia kama dawa hazitoshi, tuna matibabu ya kisasa kama vile kusisimua ubongo kwa kina na sindano za apomorphine. Kile ambacho ningependa kuwaambia wagonjwa wangu wote ni kwamba Parkinson's, ingawa hauwezi kuponywa lakini kwa matibabu yanayopatikana tunaweza kukupa maisha karibu na ya kawaida kama wanachama wa familia yako na marafiki. Asante.